Ndoa la kisiasa kati ya rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga imeendelea kupata uungwaji mkono kwa hivi sasa wakiwa wabunge kutoka eneo la magharibi wanaosema mkataba huo utakuwa afueni kwa Wakenya wote na utaleta manufaa kwa Wakenya wote nchini. Kama rais wa nchi alijua amechaguliwa na wananchi wa Kenya na kuna wengine ambao hawakumchagua na yeye akasema sababu amechaguliwa kulingana na katiba ya Kenya ni lazima ahudumie wananchi wote kwa usawa. Kukatokea vigaragozi wengine wakasema hapana, usihudumie watu wote kwa usawa, tengeneza ile kitu inaitwa shares, kwamba wale walikupea kura mingi sasa hao ndio upeleke maendeleo huko. Viongozi hao wa kisiasa wamewarai wa Kenya kutoka maeneo tofauti nchini kuunga mkono ushirikiano huo ili kutoa nafasi kwa viongozi hao kuwafanyia kazi. So tukitaka kujenga Kenya na tumepata rais mzuri ambaye anasema come we build Kenya together. Shida iko wapi? So mimi namuomba tu sisi zote tushikane, tujenge nchi yetu. Haya yanajiri huku waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho akiwataka viongozi wa eneo la Pwani kuungana pamoja ndani ya serikali jumuishi na kuweka pembeni tofauti zao za kisiasa kwa manufaa ya wenyeji wa eneo hilo. Sisi tuko pamoja na inshallah tutaendelea kuwa pamoja, kwa sababu tuna majukumu ya kuwaongoza watu wetu inshallah. na tutawaongoza kwa sababu wanahitaji sisi, hizi nguvu zetu ndio ziwasaidie maisha yao yawe yatasonga mbele, hususan wakati huu ambaye serikali imeshikana, watu wameshikana. We have no now we, we have no excuse for whatsoever circumstances that we can't help our people today because we have a say in government. Sio kama watu wetu hawasaidiki sasa, hawezi kusaidika tena. Tuna ajenda ya watu wetu ambao tunawakilisha na ni jukumu letu kushikana pamoja ili tuweze kutimiza uh, yale matarajio ya watu wetu na tunaomba Mungu atusaidie tuweze kukamilisha matarajio ma, ma, hayo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Viongozi wengine kutoka pwani wakionekana kukumbatia wito wa kuabiri basi la serikali jumuishi na kusema kuwa Waziri Joho ndiye mwakilishi wa jamii ya pwani katika serikali kuu. Na tunajua kila pahali kuna naodha. Chombo chochote kina naodha. Na sisi wa pwani naodha wetu ni Waziri Ali Hassan Joho. We are not looking into being just invited into government, not just to work for the government. we want to be there. Mary Kialo, Undugu TV.